Angazie taarifa ambayo nitakupa nafasi pia, kama kuna mwanafunzi ambaye unamjua umtakie kila la heri wanapokuwa wanaanza mitihani kwa nambari ya ujumbe mfupi, na baadaye nitakuwa napitia jumbe hizo. Mamilioni ya wanafunzi wa gredi ya sita na ya tisa wanafanya mtihani wao wa utathmini wa kitaifa kuanzia hapo kesho. Serikali kupitia wizara ya elimu na ile ya usalama wa kitaifa imewahakikishia wanafunzi na waalimu kuwa maandalizi yamekamilika. Huu utakuwa ni utathmini wa kwanza kwa wanafunzi walioanza sekondari msingi chini ya mtaala mpya wa CBE. E, Brenda Wanga na mengi zaidi. Huku zikiwa zimesalia saa chache kabla mitihani ya gredi ya sita na tisa kuanza, maandalizi katika shule hii ya Kari kaunti ya Kisii yanakamilika. Wanafunzi karibu mia tatu katika shule hii watafanya mitihani hiyo ya KPSEA na KJSEM. Pray that God gives us the results because we've really worked hard. Takriban wanafunzi milioni mbili nukta nne wa gredi za sita na tisa watafanya mitihani hiyo kote nchini. Hii ndiyo mara ya kwanza kwa mtihani wa gredi ya tisa kuandaliwa baada ya mtihani wa KCPE kuondolewa. Kufikia mwaka 2023 wanafunzi wa shule ya msingi walikuwa wakitahiniwa kupitia mitihani ya KCPE kabla ya kujiunga na shule ya upili chini ya mfumo wa 844. Mtaala wa CBC hata hivyo unawaruhusu wanafunzi kujiunga na shule ya upili katika gredi ya kumi. Maswali ya mtihani vilevile yanatofautiana na yale ya KCPE, ambapo watahiniwa hawakuhitajiwa kujieleza, bali walipewa mtihani wenye kuwapa fursa ya kuchagua majibu A notable

Mitihani hiyo itaanza Jumatatu na kukamilika Jumatatu ijayo kwa wanafunzi wa gredi ya tisa. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.